Hello, habari ni. Wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena, tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Karibu sana, hii ni Shayia TV, na kukumbusha kama we ni mgeni au ndo unafuatilia mara ya kwanza channel hii ya Shayia TV au ndo mara ya kwanza kutazama video au elimu au mafunzo kwenye channel hii ya Shayia TV, angalia chini ya video hii unayotazama, utakuta neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo lilioandikwa subscribe mara moja tu, yaani gusa, kama hujasubscribe kama ulishawahi kusubscribe chaneli hii usiguse tena. Basi ukishagusa neno hilo, kwa kila elimu ambazo nitakuwa naweka au nitakuwa natoa kwenye chaneli hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Bwana, leo nimekuletea elimu hii hapa. Jinsi ya kujua kama namba yako imeunganishwa sehemu yoyote na mtu mwingine au jinsi ya kujua kama namba yako inafuatiliwa na mtu mwingine bila wewe kujua. Bwana, hizi ni kodi maalum ambazo zimetengenezwa ili kujua kama namba yako inafuatiliwa na mtu mwingine bila wewe kujua au namba yako imeunganishwa sehemu yoyote ile, ili mtu huyo a anapata taarifa taarifa zako bila wewe kujua. Maanake kuna kodi pia, nimefundisha na nimeelekeza kwenye channel hii jinsi ya kuunganisha namba ya mtu ili unafuatilia taarifa zake bila yeye kujua. Sasa mfano kama ndo wewe sasa hujui kama umeunganishwa na mtu yeyote, sasa unataka kujua sasa Nimeunganishwaje na huyo mtu au kama nimeunganishwa au sijaunganishwa na huyo mtu? Basi hebu twende tuone kodi hizo. Utaenda sehemu ile ya kupigia simu, yaani ile ya call. Ya kwangu ni hapa. Baada ya hapo uta, uta click nyota reli mbili moja, alafu reli. Hebu angalia kodi hizo nilizoziandika, na wewe kwenye simu yako. Kama unataka kujua kama namba yako imeunganishwa sehemu yoyote au inafuatiliwa na mtu yeyote, utafanya kama mimi. Baada ya hapo utapiga okay, yaani ile sehemu ya kupiga kama mimi hivi utachagua ni laini ipi au namba ipi unataka kujua kama imeunganishwa na mtu yeyote, na anataka ili anapata taarifa zako bila wewe kujua. Mfano kama mimi hapa, mimi nachagua mtandao wa Halotel, naambia: call forwarding, voice not forwarded, fax not forwarded maana yake sasa nini hapa? Kwa ujumla kwangu, kwenye laini hii Halotel, ya Halotel hakuna sehemu yoyote ambayo imeunganishwa au hakuna mtu yoyote ambaye ameunganisha namba yangu ili awe anapata taarifa zangu. Basi tunaenda tena kwenye hapa, tuliangalia kwa laini ya Halotel. Hebu tuende tuone tena laini ya, ya eteli tukliki nyota kama mwanzo tu, alafu reli mbili moja reli, utaenda utaenda, okay, utaenda ile sehemu ya eteli. Inakuambia call forward, voice not forwarded, fax not forwarded, sms not forwarded. Maana yake kwa ujumla kwenye laini yangu hii ya eteli kwa ujumbe mfupi, hakuna sehemu niliyounganishwa au hakuna mtu anayepata taarifa zangu, wala sehemu ya kupiga, yaani kule calling, hakuna sehemu yoyote ambayo mtu ameniunganisha ili awe anapata taarifa zangu. Na wewe hebu nenda kwenye simu yako Fanya kama mimi jinsi nilivyofanya ili ujue kama kuna mtu yoyote amekuunganisha ame au anachukua taarifa zako bila wewe kujua. Bila shaka umeelimika na elimu hii ambayo nimetoa. Si umeona ni jinsi ilivyo rahisi? Ni kodi za kukliki tu hapo, ni simple sana au tunasema ni rahisi sana. Basi na wewe fanya kama mimi ila nakukumbusha kama umeelimika na elimu hii, na ili usi unapitwa na elimu hizi ambazo nazitoa, elimu hizi ambazo nazitoa ni adimu sana ambazo nazitoa kwenye channel hii ya Shayia TV, usisahau kugusa neno hilo ambalo liko chini ya video hii, limeandikwa subscribe. e, vilevile unaweza ukalaiki video hii kama umeipenda, vilevile vile toa maoni yako hapo video hii kama umeionajeonaje imekusaidia Vilevile na kukumbusha, hebu sambazia video hii au share video hii kwa wengine, na wenyewe waijue channel hii ya Shayia TV, ili wanaweza kupata taarifa mbalimbali, au wanaweza kupata elimu mbalimbali, kama jinsi u unavyopata au ulivyopata leo. Basi nakutakia siku njema.